Ilikuwa ni mwaka 1992 katika kijiji cha Kiguru Nyembe kilichopo mkoani Morogoro chini ya milima ya Uruguru ambako upepo mwanana wa asubuhi ulipuliza taratibu na kuipa ardhi harufu ya matumaini. Ndani ya kijiji hicho aliishi kijana mmoja shupavu na mahiri aliyejulikana kwa jina la Rashidi Majaka. Mzaliwa wa Morogoro aliyelelewa katika misingi ya heshima kazi na kumcha Mungu. Rashidi hakuwa sajili wala hakutoka katika familia yenye nguvu kubwa kijamii, lakini kulikuwa na jambo moja lililomtofautisha na vijana wengine wa rika lake, lilikuwa ni uaminifu wake. Alijulikana kwa kusema ukweli, kutimiza ahadi na kusimama upande wa haki, hata pale ilipokuwa vigumu. Kwa sura, Rashidi alikuwa mrefu kiasi, mnene wa wastani mwenye umbo la kuvutia na mweusi wa kung'aa kiasi kwamba hata jua la Morogoro lilipoangaza usoni mwake lilionekana kumpa heshima. Hata hivyo, heshima aliyokuwa nayo haikutokana na sura yake pekee, bali na tabia yake njema. Alikuwa kijana mwenye juhudi kubwa katika kazi zake, hakupenda uvivu wala uzembe. Kila alichokifanya alikifanya kwa bidii na moyo wa kujituma. Zaidi ya yote, Rashidi alimtanguliza Mungu katika kila alichokifanya. Asubuhi kabla ya kazi na jioni baada ya jua kuzama, alihakikisha anamshukuru Muumba wake. Tabia hizo zilimfanya kupendwa sana na wanakijiji wa Kiguru Nyembe kwa rika zote. Watoto walimuona kama kaka yao, vijana walimchukulia kama kiongozi wa mfano na wazee walimnenea kwa sauti ya matumaini wakisema, kijana huyu ana moyo safi. Lakini dunia haipendi waaminifu, na kweli safari ya maisha ya Rashidi Majaka ilianza kumfundisha taratibu kwamba uaminifu ni mzuri, lakini si kila mtu huuthamini. Siku moja ya majira ya asubuhi ya mapema, Rashidi alikuwa akielekea katika shughuli zake za kila siku akitembea kwenye njia nyembamba za kijiji cha Kiguru Nyembe. Umande ulikuwa bado haujakauka na jua lilianza kuchomoza polepole juu ya vilima, ndipo macho yake akakutana na msichana mmoja mrembo aliyekuwa akija upande wa pili wa njia. Msichana yule alikuwa mrefu mithili ya twiga, mweupe wa rangi na mwenye umbo lililovutia kiasi kwamba alipopita karibu naye moyo wa Rashidi uliganda kwa mshangao. Kama wahenga wasemavyo, penzi ni kama kikohozi, huwezi kulizuia. Rashidi alijaribu kupita tu, lakini moyo wake ukamsaliti. Akasimama, akageuka, kisha akaamua kumfuata mrembo yule. Kwa sauti ya heshima akasema, samani dada, mambo poa, mzima? mzima jina langu naitwa rashidi majaka je mwenzangu waitwa nani msichana akatabasamu kwa aibu kidogo kisha akajibu kwa sauti nyepesi karibu rashidi mimi naitwa neema mzaliwa hapa morogoro rashidi akavuta pumzi kisha akaendelea nimefurahi sana kukutana na wewe neema ningependa kukufahamu zaidi kama kusajaji Neema akamtazama kwa sekunde chache, kisha akasema, hakuna shida, hata mimi nimefurahi kukutana nawe. Mazungumzo hayo yalidumu kwa takribani dakika tano na wakapeana miahadi ya kukutana saa kumi na moja jioni chini ya mkuyu mkubwa uliokuwapo pale kijijini Kiguru Nyembe. Wakatengana, kila mmoja akielekea njia yake, lakini mioyo yao ilikuwa tayari imeanza safari mpya. Safari ambayo Rashidi ya kujua, ingejaa furaha, majaribu na maamuzi mazito ya maisha. Na hapo ndipo hadithi ya uaminifu ni mzigo, mapenzi na usaliti ilipoanza rasmi. Usikose kufuatilia sehemu inayofuata ya simulizi yetu ya uaminifu ni mzigo.